kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vya Zanzibar vimejipanga vyema kulinda nchi yetu. Sasa hutaki kishindo, kapige kura, rudi nyumbani, tulia, tumejipanga vyema. Kwa hiyo nisisitize suala la amani na utulivu, tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu kwenye nchi yetu, ninawaomba sana ninawaomba sana twende tudumishe amani na utulivu. Uchaguzi si vita, uchaguzi ni tendo la kidemokrasia, ni watu kwenda kwa utaratibu uliowekwa kuweka kura zetu, rudi nyumbani, katulie, ili nchi ibaki salama. Sasa si muda wote kushika silaha kunaleta suluhisho, si muda wote muda wote kushika silaha yoyote, iwe ya moto, iwe ya ile ya, ki, ya kimila na kijadi hakuleti suluhisho la maana. Niwaombe sana ndugu zangu wote wanaotusikiliza, amani na utulivu wa nchi yetu ni jambo la muhimu zaidi kuliko mengine yote, na hasa wakati huu wa uchaguzi.

nyinyi mko kwa political crisis, katika vita vya kisiasa magazi kumekaa kazi ni kusikiliza wimbo za Diamond, kazi ni kutunga tunga hey, nyimbo za hey, kazi ni kujaribu kushindana na wasanii wewe wa hey. wa hey. he. mababu

kalongolongo na polisi, kuna shida sasa <tipulayatua> isi ni jenzisi wa Kenya na sisi ni Wakenya wa zalendo chama Chadema! Chama Chadema! Chama Chadema! Chama Chadema! Mahakama inasema kesi ya Chadema itasikilizwa tarehe thelathini Oktoba, kwa maana hiyo siku moja baada ya uchaguzi. Kwa uamuzi huo, kwa huo uamuzi ni kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi. Sasa sijui sijui wananchi wana mawazo gani kuhusu swala kama hili sijui, wananchi walikuwa na, na mawazo gani lakini, mimi hapa nimeshaamua. Mi nasema, yeye Rais Samia kama anasema chadema wasishiriki kwenye uchaguzi, Rais Samia asije hapa Butiama tuzuru kaburi la Mwalimu Nyerere, asije kwa sababu uamuzi kama wanapingana na kila kitu alichokuwa anasimamia. Sasa niseme ndugu zangu Serengeti, mmenifurahisha sana kwa wingi huu mlivyokuja. Na hii askari, kuna vijana wa korofi pale katikati, naomba mwashughulikie. kuna vijana wa korofi hapo katikati wanasukuma wenzao wa makusudi, washughulikiwe. CCM oyee! Sasa ndugu zangu, tuombe kura.